Ndugu msikilizaji, tena mtazamaji wetu, tunakusalimu tena na tunakukaribisha katika kipindi kizuri hiki cha uchambuzi wa vitabu vya Mungu kinachoitwa Nuru Toka Vitabu. Na tunashukuru Mungu sana kwa sababu tena amekuwa nasi na ametusaidia katika juma yote. Tumepata tena neema ya kukutana nao kwa ajili ya kuzungumzia maneno ya Mungu. Tunasema Mungu akubariki na kabla hatujaanza mengi, acha nikujulisha kwamba mimi ninaitwa kwa jina la mwalimu Papirusenge, na ninakuwa na mgeni wetu hapa ambaye mgeni maarufu, mwalimu wetu, naye atajitambulisha. Eh, kwa majina mimi wananiita mwalimu Juma. Naam, eh, ni mgeni wa kipindi hiki kwa siku ya leo. Asante sana, huyu ni mwalimu wetu Juma ambaye tunakuwa naye hapa na tuna mada nzuri sana ambayo tutakaoizungumzia kwa leo. Acha ni kueleze ya kwamba tutajifunza leo kuhusu uh, mada inayosema kitabu cha Korani, je, kilitoka wapi? Namna nini? kilipewa nani? kwa lengo gani? Haya yote tutaijifunza kwa leo, lakini kabla hatujaanza pekuapekua vitabu, acha tumwombe Mungu, tuombe Baba wetu ambaye unayetupenda sana, jina lako lipewe sifa, kwa sababu kwa neema yako umekuwa nasi katika juma yote. Tunapofika tena wakati huu kwa ajili ya kuzungumzia maneno yako, tunaomba utusamehe dhambi zetu, pia tunaomba Roho Mtakatifu awe juu yetu, tuzungumze maneno ambayo hayatokani nasi, bali yanayotokana na wewe kwa faida yetu na ya wale wanaotusikiliza na kwa kutuona kwa mbali au kwa karibu. Hacha ni kueleze ya kwamba ndugu, ndugu yangu ambao unaetufuata ni kipindi kizuri sana ambayo tunakifikia, na nitakwambia uwe makini, unapokuwa Mwislamu, unapokuwa Mkristo, <coughs> unapokuwa hauna dini yoyote, ama kama unakuwa katika dini mbalimbali ambao sio katika Uislamu au Ukristo. Hacha ni kueleze ya kwamba kipindi hiki ni kipindi kizuri sana na kitakusaidia katika maneno yako na mwelekeo wako wa dini unapomaliza kuf, kufata kipindi hiki. Ndio maana nitakusi uwe makini utufuate hadi tutakapomaliza kipindi kifupi hiki, na naamini ya kwamba hautakosa kubarikiwa na kupata tena kitu kingine kipya katika maneno tutakao yazungumzia hapa. Nacha nikuelezea kwamba leo tutajifunza mada inayosema Kurani. Je, Kurani ni kitabu, kilitoka wapi? Kilifunuliwa nani? Ina maana gani na mwelekeo wake ni gani? Kwa hiyo, acha nikueleza kwamba nina mwalimu wangu hapa ambaye alishaandaa jina yake <coughs> mwalimu wetu ya, anaitwa kwa jina la Mwalimu Juma. Kwa hiyo basi tena niko na mswali tu, maswali mafupi mafupi, na iko na kujibu mwalimu, kwa mada yetu na u, inasema Quran Asante sana kwa asante sana kwa swali, kwa swali. Tunashukuru kwanza kwa mwaliko wa leo na, na mada ambayo imewekwa mezani ni mada tata kidogo, kwa sababu kuna maneno mengine ambayo yatasikika, labda inawezekana yule ambaye atayasikia hata kwa tayari kuyapokea hata kwa tayari kuyapokea, kwa sasa hivi <laughs> hata kwa tayari kuyapokea kwa sababu, um, kwa sehemu kubwa kuna watu ambao wanaaminishwa vitu, mhm mm, lakini vile vitu ambavyo wanaaminishwa vinakuwa ni kinyume na uhalisia wa vile vitu vilivyomo. Mm -hmm. Sasa ndio maana tunatakiwa kumuandaa kwanza yule anayesikiliza mm -hmm, ili labda asijihisi kwamba amekuwa deshi <laughs> au amekuwa disappointed kwa namna moja ama nyingine. Sababu najua kuna kuna vitu vingine ambavyo unavisikia unasema, ah, nimekaa miaka mingi hii nilikuwa siyasikiaga hiki, sasa kumbe na hiki leo kiko mm -hmm, kwa namna hiyo. Kwa hiyo e, wacha tu, tu, tu tujaribu kwenda hivyo, na tuna imani ya kwamba Mungu atatubariki endapo tutaandaa tuta kujipokea kupokea yale ambayo yatakuwa yamekuja right. Sasa jina kama jina Qurani, mm -hmm, kwanza tuweke hii kitu sawa. Qurani siyo jina la kitabu, mm -hmm, hakuna kitabu kinaitwa Qurani Qurani ni namna ambavyo kitabu kinasomwa, sawa. mm -hmm. mm -hmm. lakini kitabu kyenyewe hakina hak, yani ha- sio jina lake hilo. mm -hmm. yani kwamba kama vile ambavyo tunasema hiki kitabu jina lake Biblia. mm -hmm. kwa sababu kimetungwa na vitabu vingi ambavyo viko pamoja, kwa namna hiyo sasa. mm -hmm. Qurani mfumo ule ambao watu walikuwa wanautumia kwa kusoma mm -hmm. ndio unaitwa Qur'an. mm -hmm. Kwa sababu Qur'ani ni kisomo cha taratibu ambacho kinakwenda kwa namna ya nyimbo ndicho mm -hmm. kinaitwa Qur'an. Yani, Qur'ani ni qiraa, yani mle ndani mna neno kiraa. Kiraa ni ni usomi. mm -hmm. Sasa usomi wa namna ya kuimba Eh, kama mm -hmm. vile ambavyo unasikia msikitini, um, inasomwa kwa kuimbwa namna hiyo. mm -hmm. hiyo ndiyo inaitwa mfumo huo, ile system ndiyo ambayo inaitwa Quran. mm -hmm. lakini siyo kile kitabu, maana yake recitation. Sasa recitation sijui kama kuna kitabu unaweza kukifanya alafu kita <laughs> tena kama kile kitabu cha dini kwa yeah. hiyo kwa kwa kiuhalisia, mm -hmm. hakuna kitabu ambacho kinaitwa Qurani, mm -hmm. lakini kuna mfumo ambao e, ukiutumia mfumo ule, mm -hmm. basi utatengeneza kitu ambacho kinaitwa Qurani. Asante sana. Yaani, yeah. ndugu msikilizaji, umeelewa vizuri, naanza tunaenda taratibu, yeye ni mwalimu kabisa, atatuelewesha pole pole. sasa ndugu yangu Naam. Uh, Juma msikilizaji amesikia maana ya nani, maana ya neno Kurani. Uh, sasa hiki kitabu je, kilitoka kili wapi? kilifunuliwa nani, kwa lengo gani? tuambie kwanza kwa kifupi, kwa sababu nimeona kimeandikwa, sijue kimeandikwaje, kili kwanza kilifunuliwa nani, na kulikuwa ilikuwa ni katika hali gani? sijui wanaweza kutusaidia. Asante, asante kwa swali. Qurani kama vile ambavyo tumetoka kusikia mm -hmm. ni kitabu ambacho um, kwanza sisi tumekipokea mm -hmm. Lakini kina safari ndefu mpaka pale ambapo wewe unashika, <laughs> unashika hii <laughs> unasema kwamba nina kitabu kinaitwa Qurani. Ili kifikia hapa, kina safari ndefu sana nam, nam. Sasa safari ya Qurani inaanza na mtu ambaye wanaita Muhamad na Muhammad ni mtume wa Uislamu ambaye tunajua <coughs> namna ambavyo alizaliwa namna ambavyo alikuwa mm -hmm. Kwa hiyo alivyoeneza miaka arobaini aka, akawa e, na na ile hisia na kwa namna ya vile riwaya mbalimbali zimezungumza zime akatokewa na malaika mm -hmm. Alivyotokewa na malaika e, akaenda kumwona mjomba wa mke wake ambao alikuwa anaita Waraka. Mhm, um, akamuelezea, alafu baadaye yule mjomba wake akamwambia, bana, kwa namna ulivyonielezea, hmm. yule ambaye alikutokea pale atakuwa ni yule malaika mkubwa, umeona. hmm. Eh, yeah. Naam. Yaani hata Muhammad mwenyewe pale mwanzo alikuwa ha, ha, ha, ha haelewi nini kinachofanyika. hmm. Kwa hiyo baada ya hapo, kama unavyojua Qur'ani, ikawa imeanza kupatikana taratibu. hmm. Yani kwa sababu hai sisi tunayo kwenye makaratasi yote kwa ujumla mm -hmm. Lakini ilivyoanza, ilianza kidogo kidogo, moja aya moja moja, moja moja mbili, wakati mwingine inakuja sura nzima, wakati mwingine mm -hmm. inakuja aya moja. Kwa hiyo kwa namna hiyo, kwa hiyo inaanza safari yake katika, um, katika um, jengo la kihalisia ambalo walikuwa wanaita pango mm -hmm. na pango na hilo linakwenda kwa jina la Gharira mm -hmm. katika mle, mle ndipo ambapo um, Muhamad alipata aya ya kwanza kabisa, na aya hii ya kwanza ilikuwa inasema uh, ikra. Alimwambia neno hilo ikra mara tatu mm -hmm. Eh, nasema ikra bismi rabika ladhi khalak, kwamba soma kwa jina la Mola wako mlezi mm -hmm. Riwaya nyingi zinasema kwamba ile ndo ilikuwa aya ya kwanza. Kwa hiyo tunaona kama aya ya Qurani imepatikana na, na yule aliyeletewa aya ya Qurani ni ni Muhamadi. Kwa hiyo ina maana kwamba Qurani moja kwa moja tutainasibisha kwa, kwa Muhammad bila shaka e, japokuwa kuna changamoto nyingine ambazo ziliendelea kuwepo na ikatokea kwamba kuna wakati mwingine kuna mambo mengine ambayo yalikuwa yanaingia katika Qur'ani ambayo hayakutakiwa kuingia nami. lakini kwanza Qur'ani inaanzia katika pango lile la, la hiraa na yule ambaye alipata i ile, ile aya wala ile ile Qur'ani alikuwa ni Mtume Muhamadi mwenyewe. Sasa ndugu yangu mnani <coughs> chuma kweli, umetusaidia kutuonesha ya kwamba Muhamadi ndiye katolewa hii eh, Qur'ani. Na acha nikuulize sasa, alipo alitolewa hii Qur'ani kwa lengo gani um, kwanza malengo yalikuwa tofauti na, bo nitataja zaidi ya moja. Mm -hmm. Kwanza tunawakumbuka ya kwamba katika kipindi cha Waarabu hapo nyuma, mm -hmm. yaani Waarabu wa kabla ya Uislamu, Waarabu kwanza walikuwa hawana mfumo wowote wa, wa, wa kiongozi, yani ilikuwa ni nchi ambayo haina polisi, mm -hmm. haina haina mahakama haina yani haina jeshi, yani walikuwa wako wako tu. mm -hmm. kwa hiyo kila kila kila kundi la watu lilikuwa na, linajinasibisha na kabila lake okay. Mm -hmm. Yani wewe tukikutafuta, nasema tunenda kwa shefu wa kabila lako. mm -hmm. Kisha yule kiongozi wa kabila lako ndo tunamuuliza sisi, tunaweza kufahamu mtu jina lake papi. mm -hmm. alafu wao watamtafuta katika masuala ya namna hii. mm -hmm. kwa hiyo uongozi ulikuwa hauko kabisa. mm -hmm. Kwa hiyo mfumo kwanza, tukichukua mfumo wa kibiashara ulikuwa unaongozwa na Mayahudi. mm -hmm. Yani Wayahudi ndo walikuwa wa, wa, wa, wa matajiri wa mm -hmm, kipindi hicho kwa Waarabu mm -hmm. Uh, upande wa siasa ulikuwa umegubikwa na ile na ndo pale ambapo kunatokea ule msemo wa, wa, wa barbarian yaani, mm -hmm. Waarabu wa walikuwa wanatumia zile ma -extreme violence katika ku... ni yani kama vile wewe ukiua mtu mm -hmm, ukishaua mtu unakimbilia kwenye kabila lako mm -hmm. haliwezi kukutoa aliwezi kukupana yani, watakutetea hata kama ulifanya makosa, ulifanya makosa. Mm -hmm. Kwa hiyo ile ilikuwa inasisite violence kwa makabila mbalimbali nasema mbali. Mm -hmm. Ah, nyie mliua mtu wetu alafu unaona, eh mm -hmm. Kwa hiyo ikawa vita zilikuwa hazi hazishagi yani vile vita zipo muda wote mm -hmm. Makabila hayapatani. Sasa Muhammad yeye alikuwa na bahati kwa sababu kabila lake ndilo kabila ambalo lilikuwa na watu wengi alafu lilikuwa linaongoza mji mkuu wa Makkah yani ndo ilikuwa kama vile ni, ni, ni shefu wa makabila mengine no. Sasa hii ikaja kutokea ya kwamba uh, kwanza Qurani tukumbuke ya kwamba Mayahudi walikuwa wanaongoza kibiashara mm -hmm. Bimaana Taurati ilikuwa inatanda sana katika ilikuwa mm. inazunguka sana katika ile jamii ya Waarabu no. yani habari za Wayahudi kabisa zilikuwa, zilikuwa. ziko vizuri halafu kitu kingine tuliweza kuona ya kwamba nani waraka yule mjomba wa, wa Khadija ambaye ni mke wa kwanza wa, wa Muhammad, yeye alikuwa ni padri, alikuwa ni padri mkatolika mkristu no, umeona no. Sasa uelewe hapo kwamba tayari katika familia ya Muhammad kulikuwa kuna watu wa dini tofauti, yani Muhammad mwenyewe kabla ya kuwa muislamu nah. No. Bimaana labda alikuwa na, anafanya ibada kule kwenye kabila lake no, lakini na mke wake naye alikuwa anafanya ibada zake nyingine kwa sababu pale kulikuwa kuya kuwa Uislamu. Komtele. Naamu. Sasa wakati ambapo Muhammad alipata uh, aya hii ndani ya Qur'ani, kwanza kulikuwa malengo zaidi ya moja, kama vile nilivyotoka kusema mwanzo. Malengo ya kwanza yalikuwa ni kuonyesha kwamba Waarabu nao wana ule ufunuo. Mm -hmm. Yaani ufunuo umeletwa kwa mtu ambaye hakuwa Myahudi. Mm -hmm. Kwa sababu kulingana na ushahidi wa Qur'an unaonyesha kwamba manabii wengine wote karibia wote walikuwa ni, ni Mayahudi. Sasa kwa mara ya kwanza inatokea ufunuo ambao umekuja kwa nabii ambaye si Muyahudi. Kwa hiyo ilitakiwa idhihirishwe wazi kwamba na sisi Waarabu tunajivunia kwamba tuna nabii ambaye si Muyahudi. Sasa hilo lilikuwa ni lengo la kwanza. Lengo la pili lilikuwa ni kutangaza um, ni kutangaza siasa pamoja na uwezo na nguvu za Kiarabu. Kwa namna gani? Tunaona ya kwamba katika siasa ambazo zilikuwa zinafanyika kipindi hicho, kila mmoja alikuwa anachukua sehemu yake. Kwa hiyo ilitakiwa mtu ambaye anaweza kuchukua madaraka. Yani, kama vile unaweza ingia katika nchi hakuna, hakuna kiongozi. Sasa wewe ukiwa kama mtu mwenye akili utasema ah, eh bwana. Wafaransa wanasema on ne laisse pas le pouvoir dans la rue. Lazima unachukua hiyo, unaiorganize, unafanya mambo mengi, kwa hiyo hiyo ilikuwa ni lengo la pili, yani kuorganize yale mazingira ambayo yalikuwa yamesambaratika pale, pale mjini. Lakini kitu kingine kulikuwa na na nafasi kubwa kwa Muhammad kutaka kuonesha ya kwamba kwa, kwa sababu eh, Maka kutokana na ule uwingi wa tamaduni za watu Wakatulika, Wayahudi, lakini pia yale makabila mengine ya wa Waarabu, ibada za sanamu zilikuwa zimetanda sana mm. Na kama tunavyowafahamu wa Wakatoliki kwa mm -hmm. Kwa ile domene kabisa wamekaa vizuri mm -hmm. kwenye maswala ya kuchonga sanamu mm -hmm. na nini vitu wako, wako vizuri. Sasa Muhamadi kwanza e, kama vile ambavyo alikuwa anaitwa monoteiste mm -hmm. eh, yani alikuwa anapambania uwepo wa Mungu mmoja Mmodi. kwa hiyo alitakiwa ile Qur'ani yake wahakikishe kwamba imekaa juu ya vitabu vingine vyote mm -hmm. yani domine vitabu vyote kama vile ambavyo tunaona shahidi ziko nyingi sana katika katika Qur'ani hmm. labda zikihitajika zinaweza kutolewa hmm. Lakini uh, lengo lingine ilikuwa ni kwamba Muhammad yeye na Qur'ani ilitakiwa kuonekana kwamba Qur'ani ina lengo la kuonesha watu kwamba ndicho kitabu pekee ambacho ki, kitakuwa juu ya vitabu. ya vitabu vingine. Asante sana hmm. um. nashukuru sana nikwaza, ndugu yetu ambao unatusikiliza, endelea kufuata vizuri eh, habari ambazo tunazozipewa na mtumishi wa Mungu Juma. Kwa hiyo mwalimu Juma, swali lingine linakuwepo. Sasa ilikuwa ku, he, uh, mesema, sasa ilikuwakuwaje Kurani hii hi inafika kiwango, umesema safari ni ndefu. Sasa imefikiaje tuwe na kitabu kama hiki? Kwanza umetuambia kwamba Muhammad alikuwa hajui kusoma na alikuwa hajui kuandika, si ndio? uh. imekuwa imekuwakuwaje tumekuwa na vitabu kama hivi tukasoma katika Biblia wanatueleza wale wali oh, walio au wenyewe walikuwa wanaandika wanaongozwa na Roho Mtakatifu mm. Sasa hii Kurani ilikuwa kuwaje? Je, aliiandika ni nani? Ama Muhamad alihand... alifundishwa kuandika na malaika? Hapana. naam. Yani um, swali limekaa vizuri. naam. lakini ujibuji wake kidogo uko, uko mgumu. naam. tasema kwanini ni mgumu? Uko mgumu kwa sababu Muhamadi mpaka nakuja kufa alikuwa hajui kuandika alikuwa hajui kabisa mambo yake ya kuandika na kusoma. Sasa kama mtu hajui ku -ku kuandika atasomaje Qurani? Ameipata kivipi mpaka inakuja kufika kwenye makaratasi, imefikafikaje? Kama nilivyotangulia kusema pale, safari ni ndefu mno, kwa sababu kuna kitabu kimoja ambacho nimewahi kusoma kinaitwa Fathu Bari katika Fathu Bari ni kitabu ambacho uh, ni wa, wanakiita Sharhu Sahihu Bukhari yani ni, ni ni ni, kama vile uh, detail usio tena naweza kusema ni ni sherehe yani sherehe unaona kama vile unavyoandika kitabu halafu kuna mtu mwingine anafanya revision mm -hmm. ha, ya kitabu hicho yani version nyingine mm -hmm. mm -hmm. sasa hiyo inaitwa Sharhu eh, Sahihu Bukhari kwa maana ya version ya, yeah, ya yeah, ile sahihi Bukhari lakini ambayo imeongezewa uh, imeongezewa details yani imeongezewa vitu vingine. Naam. Sasa hicho kitabu cha Fathu Bari kina mijele dinafikiri kama nane ve, ve, version nane volume naam, volume kama ni kumi, kumi na mbili hivi. Sasa wakati ambapo katika kitabu hicho mwaye kusema kusoma sehemu ambazo zilikuwa zinaonesha kwamba Muhammadi hakuwa napenda Qur'ani iandikwe kwenye makaratasi, hakuwa napenda hivyo, yaani walifanya kulazimisha tu, na utakuja kuona vizuri. Mfano kama hawa waandishi akina akina Ibnu Kathir akina Muslim ni watu wa hapa majuzi, kuanzia karne ya ya ngapi? Ya, ya, ya sita saba kwenda juu kuko eh, baada ya Muhammad mwenyewe yaani, hmm. na, na hapo nasema si sanza hapana swasanta miaka mia sita baada ya Muhammad, hii hapa kuna jema hapa kweli. <laughs> Eh? hapa tu kwanza, kwa miaka mia, mia, mia moja tuko na changamoto no. Maona sasa ikishakuwa miaka mia sita mm -hmm. sona so, kama pale kuna, kuna matatizo kidogo mm -hmm. Sasa otantisite ikawa ni ngumu kuweza kuretabli mm -hmm. Sasa wakati ambapo Muhammad alikuwepo kipindi ambacho yuko hai, Qur'ani ilivyokuwa inakuja inakujaje? Yani inakuja uh, tuseme mimi ni Muhammad sivyo, nakuja uh, jioni au asubuhi uh, na kukuta kwako, nakwambia bwana Mwenyezi Mungu ameniteremshia aya jana usiku mm -hmm. akaniambia hivi hivi hivi hivi kwa hiyo mimi nina repete ninarudilia mara na mara na ndomaana inaitwa Qurani yaani, mm -hmm. nina recite mara tena mara tena mara tena halafu baadaye, mm -hmm. na wewe unaishika vile vile ambavyo nimeishika mimi, ndivyo ambavyo ilikuwa Qurani Umeona, kwa, kwa watu wote ilikuwa hivyo. mm -hmm. Sasa purverifie kama Qorani iko sawa, walikuwa wanawafanyaje? Yani mie mi nakuja mi nasoma nasoma, nikishamaliza nakwenda na ah, muna... kichwani, kichwani mm -hmm. Yani nasoma yaliyokuwa kichwani, hapana kwenye makaratasi mm -hmm. kwenye makaratasi kulikuwa amna. mm -hmm. Hata wakati wa Muhamadi wenyewe hakuna hakuna versio ya Qorani <laughs> ambao tunaweza kuambia kwamba hii ilitumika kipindi cha Muhamadi. mm -hmm. Ilikuwa amna. Sasa wakati ambapo mimi nakuja nasoma, mwingine mm -hmm. Anakuja nasoma, tukiona vile vyenye bine vimefanana mm -hmm. Tunasema hii inawezekana iko sahihi, yaani watu walikuwa wanakwenda kwa hisia ah. Ile wanaiandika si ndio hivyo eh? Nikija nasoma aya ambayo labda mtume alinifundisha peke yangu mm hiyo -hmm. Haiwezi kukubaliwa ah. Umeona eh, kwa sababu hata Umar, si unajua kuna jamaa anaita Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab kuna aya ambayo alileta hii ya kumpiga mawe mzinifu mm -hmm. A, kuna aya ambayo ilikuwa inasema kwamba e, mzinifu apigwe mawe mpaka afe, mm -hmm. si ndio hivyo? Naam, waislamu wana aplike hiyo hiyo sheria, lakini hauwezi kuitafuta sehemu yoyote katika Qur'ani, haipo. mm -hmm. Sasa kwa nini haipo? Ni kwa sababu Umar alileta peke yake, yani alikuja nayo peke yake. Sasa yule wale ambao walikuwa wanaverify kosa. Sasa hapa tuta tutaverify <laughs> namna gani, tutajuaje <laughs> kama hii ni ya kweli au ya si ya kweli? Kwa hiyo Qur'ani ilikuwa na namna hiyo katika ukusanyaji mm -hmm. Sasa wakati ambapo Muhammad yeye anataka ana, ana, ana kwenda, anataka kufa yeye, maagizo yake yalikuwa kwamba Mungu huwa na namna zake za kuwafundisha watu mm -hmm. Uh, kwa sababu mitume wengine hakuna yule ambaye alimtuma kamwambia wanza kuandika hapa alafu ndo upeleke hapana. Mara nyingi sana alikuwa anawapeleka kwa midomo mm -hmm. Anawambia nenda uambie watu wangu hivi hivi hivi hivi mm -hmm. Hakuwa na haja ya kuandika kwenye kwenye makaratasi mm -hmm. Kwa hiyo naye alikuwa na meme filosofi mm -hmm. Kwa kiasi ambacho alikuja akawaambia watu E, kwamba ma, yani ansio ile, ile, ile, en, instruction zake zilikuwa kwamba Qur'ani isiandikwe na ushahidi upo mwingi tu. Ndiye. Sasa wakati ambapo alikuwa amefariki huyu ngomba na Abubakar, ndo akaanza kushauriana sasa, mbona tukiacha tu hivi mambo yaende? Hii Qur'ani itafanya nini? Itapotea, itapotea. Sasa fadhali tufanye nini? Tuiandike kwenye makaratasi huyo ni Umar anapropose Abubakari. Abubakari yeye akaogopa mm-hmm. Akasema mimi nitawezaje kuandika kitabu ambacho Mtume yeye mwenyewe haku... ha hakuandika sona kama angezusha angefanya uzushi. <laughs> Uh, Abubakari yeye akakataa mm-hmm. Lakini baadaye uh, Abubakari alivyokuwa amekufa ametoka madarakani, Umar ndio ameingia madarakani mm-hmm. Sie ndio kiongozi bana, yeye akaandika kwa ya mara ya kwanza umeona? Kwa mara ya kwanza lakini sasa hizo version zikawa nyingi kwa kiasi ambacho kila watu walikuwa wanaanza kurekodi uh, Qurani zao mm -hmm. kwenye makaratasi, kila wamoja wanatia kwenye makaratasi na mengineyo mm -hmm. kwa hiyo, baada ya siku nyingi, hizo version za zamani zika zikapotea umeona? Eh naam, zikapotea. Ndio maana nimekwambia mpaka Qurani inakuja kupatikana hapa <laughs> ina, ina safari nyingi naam. Eh, sasa hii safari ndefu mpaka kuja kufikia hapa kuna lile kuna ile tatizo la kuaminika kwa sababu mpaka leo mm -hmm. Mashia na na watu wa wa wa wa, wa Sunna mm -hmm. wana ule ugumu wa kukubaliana kwenye tafsiri. Eh, hawapatani kabisa. Hawapatani, ndio maana utaona kuna tafsiri wa tofauti kabisa. Tofauti, kabla sijafika kwenye matafsiri. E, acheni niulize hivi. Nimeona katika Qur'ani wa wameandika kama juzuu sijui vitu gani mambo kama na haya. Unaweza mm. kutufasiria ni vitu gani? Juzuu uh, juzuu mm -hmm. Juzu ni sehemu mm -hmm. Juzuu ni Kiarabu mm -hmm. Tukiliaa kwa Kiswahili itakuwa sehemu, sehemu au ka kipande mm -hmm. Sasa uh, hizi juzuu aya na vitu vinginevyo, wakati ambapo Qur'ani inaandikwa havikuwepo. Umeona, havikuwepo kwa hiyo um, ni wasomi tu baadaye ndio wamekuja kukaa wakasema, bo hapa tuirearanje namna hii. mm. Yani kama vile kwenye Biblia kuna wale ambao wanaita Wamasorete, wale Wamasorete nwalikuja anasema, ah, kuanzia hapa mpaka hapa ni aya ya kwanza. mm. Hapa mpaka hapa ni aya ya pili. Unaona, kwa hiyo kwa namna hiyo. Kwa hiyo mapwe, mavirgule, maaya, nombre ya chapitre, nini hivyo vitu vilikuwa havipo. mm. Kwa hiyo ni hapa majuzijuzi tu vimewekwa. Asante. Sasa unaweza kutupatia kwa kifupi Aa, kwa maneno machache Qurani inatafuta kukuzungumzia nini? Kuna ujumbe gani unaokuwa katika Qurani kwa kifupi? Um, kwanza hapo kidogo kuna changamoto, sababu Qurani haina theme central mm -hmm. kwa kweli, nikisema kweli, Qurani haina theme central. Kwa nini nasema haina theme central? Qurani inagusia mambo mengi kwa wakati mmoja <laughs> Maone ndo maana unaweza kukuta sura moja mm -hmm. inazungumzia mambo kumi Naam. historia tano tofauti mm -hmm. watu elfu ngapi. Yaani, yaani ha, inakuwa haina ule, ule ile, ile centralization inakuwa haipo mm -hmm. kwa kiasi ambacho tuseme kwamba Qur'ani, uh, ilikuwa inataka kuja na mesaje ya namna hii uh, kwa sababu Qur'ani ambayo Muhammad alikuwa anaizungumzia. Ukiona Qur'ani ya kipindi ambacho Muhammad yuko Madina mm -hmm. Ni tofauti sana na Qur'ani ambayo Muhammad yuko, eh, yuko Makka. Unaona? Yani Qur'ani ya Makka Muhammad, unaona eh, kipindi hicho alikuwa anazungumza na Wakristo vizuri, anashauriana nao, anatembea nao, anakula nao, anaoa kwao, anauza kwao, ananunua kwao Umeona, Mayahudi walikuwa wanaingiliana vizuri tu, hakuna tatizo. Naam. Lakini baada ya hapo unaona kwamba kulikuwa kuna watu kuna Muhammad wawili tofauti yani. Vivyo hivyo na Qur'ani nayo iko tofauti, vivyo hivyo yani, wakati alipokuwa Maka kabla hajaenda Madina, e. Pale alikuwa safi, alikuwa vizuri, alikuwa safi. Wakati alitoka sasa Madina basi, alikuwa, alikuwa mtu mwingine kabisa, alikuwa mtu mwingine yani, ai zilizoshuka zilibadilika. Yani mtu alivyobadilika na aya nazo zikabadilika. Biblia yani na na <laughs> kina una tofauti kidogo. Utofauti wa Biblia ni kwa sababu unavyoona eh, namna ambavyo Agano la Kale limezungumziwa unaona, na namna ambavyo Agano Jipya lipo unaona, kama vile c'est presque la, la même chose. ni na. karibia kitu kimoja kwa sababu huku kwenye Agano la Kale watu walikuwa wanamsubiria Masihi, sindo hivo eh? Ndo tem central, yaani uh, kwamba ndio tulipitia mateso lakini tuwe na imani Mungu atatutumia mkombozi, sindo hivyo e, na inaishia hapo. Ukija kwenye Agano Jipya Yesu anakuja anasema, simlikuwa mnamsubiri mkombozi. Naam. Ashafika ndo mimi niko hapo. Kwa hiyo anaendelea na mambo yake hapo mpaka anakuja kufa. Kwa hiyo unaona kwamba Biblia ni kama vile ka continuity fulani. Naam. Lakini ukija kwa Qur'ani unaona inajipinga, inakuwa bo no, waislamu kama wataona hii watanisamea wala kusikiliza hilo. Mm -hmm. Lakini ndio kweli kwamba kwa namna moja ukiona Muhammad pale ma, pale Mecca mm -hmm. Alikuwa anawaambia watu, anawaambia sio lazima mtu akiku akikuchokoza si ndio hivyo? mm-hmm. Amekuulia mtu ha amekupiga amekutukana, au amefanya nini, sio lazima kumrudishia, umeona? mm-hmm. Kwa sababu tumeitwa kuwa na, na huruma kuwa na, umeona, ndio namna hiyo. Lakini sasa alipofika Maka Madina, nani Madina, anasema pana Wakristo popote, mtakapowaona waona waueni. <laughs> Sona kama ni watu wawili. Yeah, <laughs> watu ambao wiko tofauti kabisa wao. Sasa ukiona kwa upande mwingine anasema, um, peaneni salamu mm -hmm. si ndio hivyo eh? Yeah. Lakini ilivyofika upande wa pili anasema uh -uh. wakikutoleeni salamu msiikubali.